Miaka takribani elfu nne iliyopita katika ardhi ya jangwa kati ya mito ya Tigris na Euphrates palisimama mji ambao historia yote ya fedha imejenga msingi wake, Babylon, mji uliokuwa hauna bahari, hauna rasilimali nyingi, hauna ustaarabu mkubwa kuliko wengine, lakini ulijenga matajiri wengi kuliko falme zote za kipindi hicho, watu ambao walianza maskini, wafanyakazi wa kawaida, wachuuzi lakini walimiliki mashamba ng'ombe, fedha, dhahabu, nyumba na biashara nzito. Sasa hapa ndipo siri inaanza. Babylon haikujengana miujiza wala bahati wala kisomo kikubwa, ilienda juu kwa kutumia kanuni rahisi za kila siku ambazo maskini waliweza kuzifuata, kanuni ambazo ziliandikwa na kufungwa kwenye vibao vya udongo vilivyogunduliwa karne nyingi baadaye ndio maana George S Clason aliandika kitabu The Richest Man in Babylon mwaka 1926, akivunja hekima ya miaka elfu kutoka Babylon na kuiweka kwenye hadithi unazoweza kuelewa kwa urahisi. Kitabu hiki kimefundisha mamilioni ya watu duniani namna na ya kutoka maisha kukosa kwenda kwenye uhuru wa kifedha. Lakini kuna chapter moja, The Seven Cures for a Lean Purse ambayo imekuwa msingi wa ujenzi wa utajiri wa watu wa kila kizazi. Humo ndimo zilipo siri saba za kupona kutoka kwenye mifuko mitupu, madeni na maisha ya kutafuta hela kila mwezi. Lakini hapa kuna jambo ambalo watu wengi hawajijui. Babylon ilitaja kanuni ya nane iliyokuwa siri ya ukuaji wa taifa lote, kanuni ambayo bila hiyo, hata ukifuata hizi saba zote, utarudi pale ulipotoka na leo nitakupa kanuni zote saba na ile ya nane ambayo wengi hawaiongelei kabisa. Kama utaelewa na kuzifuata, utajikuta kwenye njia ya utajiri ambayo imefanya kazi kwa miaka elfu nne bila kushindwa. Sitaki ukose neno, endelea mpaka mwisho. Kabla hatujaingia kwenye nondo za Babylon, subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya, washa notification na share video hii kwa mtu mmoja tu ambaye angependa kuacha maisha ya kukosa na kuanza safari ya uhuru wa kifedha. Hii inaweza kuwa zawadi kubwa zaidi kuliko kumpa pesa leo. Kio ya kwanza, anza kuijaza mifuko yako, Start thy purse to fattening. Miaka ya Babylon karne ya 18 na 16, utakutana na ukweli huu: hakuna mtu aliyewahi kuwa tajiri bila kwanza kutenganisha pato lake na matumizi yake. Kanuni ya kwanza ilikuwa rahisi: weka pembeni angalau asilimia kumi na kila unachopata. Sio mwisho wa mwezi, sio ukishaumia, sio baada ya kulipa bili, mwanzoni kabisa. Babylon ilifundisha Gold comes gladly to the man who saves at least a tenth of his earnings: dhahabu humjia kwa urahisi mtu anayehifadhi angalau sehemu ya kumi ya kipato chake. Hii ndiyo mbegu ya utajiri. Ukishindwa hapa, zingine zote hazifanyi kazi. Kio ya pili, dhibiti matumizi yako, control your expenditures. Matumizi huongezeka kulingana na kipato. Hakuna mshahara duniani utakaokutosheleza kama hujaweka mipaka. Babilon ilisema, what each of us calls necessary expenses will always grow to equal our income unless we protest kila mmoja wetu anachokiita matumizi ya lazima kitaendelea kuongezeka hadi kulingana na kipato chetu, isipokuwa tukipinga. Andika matumizi, panga na tengeneza bajeti ya maisha unayotaka, sio bajeti ya hisia za leo. Hapo unatengeneza uhuru wa baadaye. Kiwe ya tatu, fanya fedha zako zikuongezee fedha, make thy gold multiply miaka ya Babylon elfu mbili na kumi na sita. Hapa ndipo pesa inabadilika kutoka namba kwenye simu kuwa nchini ya utajiri. Pesa ni mfanyakazi. Ikiwa haizai, unakuwa mtumwa wake. Ikiwa inazaa, wewe unakuwa mbwana wake. Hii ikiwa ina maana wekeza, fanya biashara izae, ongeza mataji na tengeneza chanzo cha faida. Babylon ilisema A coin in the purse is a slave and when it multiplies, it becomes a legion. Kiwa ya nne, linda mali zako dhidi ya hasara. Guard thy treasures from loss. Miaka ya Babylon 1816. Hakuna utajiri unaodumu bila ulinzi. Watu wengi wanapoteza pesa kwa sababu wanataka kupata faida kubwa haraka. Babylon ilionya: Usiwekeze kwenye mambo ambayo hayaelewi. Usifuate ahadi za faida za kupinduliwa. Hakikisha kila uwekezaji una kinga ya hasara. Watu wa Babylon walijua, better a small safe return than a large risky promise. Ni bora faida ndogo iliyo salama kuliko ahadi kubwa iliyojaa hatari. Kiwa ya tano, miliki makazi yenye faida. Make of thy dwelling a profitable investment miaka ya Babylon elfu moja mia saba. Kuishi msehemu ambayo itakuwa mali yako kunajenga utulivu, mpango wa kifedha, thamani inayoongezeka. Babylon ilifahamu kwamba mtu anayemiliki makazi yake ana uwezo wa kupanga bajeti, hana presha ya kodi, ana msingi wa kujenga utajiri mwingine. Hii siyo kupenda nyumba kubwa, ni kanuni ya umiliki. Kiwa ya sita Hakikisha kipato cha baadaye, ensure a future income. Miaka ya Babylon 1600. Siku zitafika ambapo nguvu zako zitapungua. Inaitwa kanuni ya future security. Babylon ilifundisha kutengeneza pension, kujenga biashara itakayodumu, kuwekeza kwenye assets za muda mrefu, na kuacha kizazi chenye msingi. Hapa unajenga utajiri ambao haufi pamoja na wewe. Kiwa ya saba, ongeza uwezo wako wa kupata fedha, increase by ability to earn. miaka ya Babylon, elfu moja na miatano. Hii ndiyo kiwa yenye nguvu kuliko zote. Kama thamani yako sokoni haiongezeki, hata utajiri utapata mipaka. Babylon ilisema the man who seeks wisdom increases his ability to earn, mtu anayetafuta hekima kuongeza uwezo wake wa kupata kipato Ujumzi mpya sawasawa na mapato mpya, tabia mpya sawasawa na uwezo mpya, nidhamu mpya sawasawa na matokeo mpya. Hapa pesa inafuata mtu anayekuwa bora. The Secret Eight Cure. Siri ya Babylon ambayo wengi hawaiongelei kabisa. Build a wealth system for the nation and your circle, miaka ya Babylon 1850 BC. Hii ndiyo sababu Babylon ilistawi kwa miaka mirefu iliwafanya watu wake wote kuwa na nidhamu ya kifedha . Babylon ilijua kitu ambacho tunakikosa leo. hakuna mtu atakuwa tajiri ndani ya mfumo unaowazalisha watu maskini. Hakuna binafsi atadumu tajiri katika jamii yenye njia ya matumizi mabaya. Hakuna mmoja atapaa bila mfumo unaounga msingi. Hii kiwa ina maana, wafundishe ndugu zako, jenga jamii yenye msingi ya akiba, nidhamu na uwekezaji tengeneza culture inayolinda pesa na kuwa sehemu ya network ya watu wanaokuwa kifedha na kutengeneza ecosystem ya faida. Babylon ilifanikiwa kwa sababu kila mtu fuata kanuni hizi. Hii ndiyo kiwa ya nane: utajiri wa binafsi ni matokeo ya utajiri wa mfumo unaozunguka ukijenga. utajiri peke yako utakuwa peke yako. Ukijenga mfumo, utajiri unadumu kwa vizazi. Kama umefika hapa basi umepata kitu ambacho watu wachache sana wanacho: hamu ya kujijenga kifedha kwa misingi ambayo imefanya kazi kwa miaka elfu nne. Sasa chukua hatua, comment naanza safari yangu leo halafu subscribe, maana video inayofuata ni The Laws of Gold, sheria tano za dhahabu ya Babylon, ambazo zinakuonyesha jinsi ya kulinda na kuongeza kila senti utakayokusanya. Utajiri ni safari. Leo umeanza rasmi.